Jina langu naitwa Msema Kweli Nkuba ni mkurugenzi wa organization ya PEO ya Proficiency Examination Organization. E, mimi nipende tu kuwakaribisha waandishi wa habari katika siku ya leo, ni siku njema kabisa na ni muda mwafaka wa tukio letu la kutoa matokeo ya watoto wetu wa darasa la saba. E, watoto wa darasa la saba e, walifanya mtihani wetu wa moko ya kwanza kabisa ya APEO Ilikuwa tarehe ishirini na nne na ishirini na tano mwezi wa tatu. E, watoto waliofanya mtihani kwa ujumla kwa nchi nzima kutoka mikoa mbalimbali ni watoto mia tano na hamsini na saba lakini nipende kushukuru kwamba shule zote zilizofanya mtihani huu watoto wamefanya vizuri. Lakini pia nipende kuambia hii organization ni lengo lake ni kuhakikisha inaandaa watoto kwa ajili ya kukabili mtihani wao wa taifa. Lakini pia ningependa kuambia kwa nini Apeo. Apeo ni organization ambayo imeanzishwa mwaka huu kwa lengo kubwa la kuandaa watoto wa madarasa ya mtihani kwa maana ya darasa la saba, darasa la nne na darasa la pili. E, ndiyo maana tunaona tumefanya mtihani wetu wa kwanza tarehe husika kama nilivyosema. Ningependa sasa kuwataarifu kwamba leo tunatoa matokeo yetu kwa shule zote zilizofanya kwa nchi nzima. Kuwasomea ufaulu wa masomo yote yaliyofanywa, masomo sita. E, somo la kwanza ni Kiingereza English, imepata wastani wa 37.007. Somo la pili ni Kiswahili, wastani wa 35.693. Somo la tatu ni Science, 35.4371, na somo la nne ni Civic and Moral, e, uraia na maadili, wastani wa 32.9685. Somo la tano ni Mathematics hesabu 32.3881 na somo la sita ni maarifa ya jamii social study lina wastani wa 30.8287. Ndugu waandishi wa habari, nianze kusoma wasichana kumi bora kwa shule zote zilizofanya mikoa mbalimbali. Msichana wa kwanza anaitwa Gwantwa Nuntufye Mwamsojo kutoka Anazaki amepata wastani wa 276. Msichana wa pili anaitwa Lizette Honest Njau kutoka Anazaki ana wastana mia mbili sitini na sita. Msichana wa tatu anaitwa Piela kwa ile Morris kutoka Anazaki Wasa mia mbili sitini na sita. Mtoto wa nne anaitwa Mariam Chande Ali kutoka Ebonite wasa mia mbili sitini na tano. Mtoto wa, wa tano anaitwa Abigaili Kaganda Anazaki Wasa mia mbili sitini na nne mtoto wa sita anaitwa Najat Badijo kutoka Ebonite wastani wa mia mbili sitini na nne. Mtoto wa saba anaitwa Heleni Hosea Jonas kutoka Ebonite 264. Mtoto wa nane anaitwa Heleni Sarivatori eh, Lugumisa kutoka Anazaki 263. Mtoto wa tisa anaitwa Lahima Hamisi Ali kutoka Sajoni Tanga mia mbili sitini na tatu. Mtoto wa kumi, msichana wa kumi anaitwa Alieli Alais Lendi kutoka Anazaki, ana mia mbili sitini na moja. Wavurana kumiwola tasoma kama ifuatavyo, mtoto wa kwanza anaitwa Ayani Amoni Timba kutoka Anazaki, ana mia mbili sabini na mbili. Mtoto wa pili, vulana wa pili anaitwa Talik Ibrahimu Jaluf kutoka Anazaki, mia mbili sabini na mbili mvulana wa tatu anaitwa Abasi Bahati Fimbo kutoka Jerusalem, Dar es Salaam ana mia mbili sabini na mbili. Mtoto wa nne anaitwa Paulo Deusidedit Kaganda kutoka Anazaki ana mia mbili sabini. Mtoto wa tano anaitwa Polikap Patrik Mpojorwa kutoka Mazameri, Dar es Salaam mia mbili sitini na nane. Mtoto wa, wa sita anaitwa Adriani Ati, At, At, atilio Fahaye kutoka Jerusalem Dar es Salaam ana mia mbili sitini na saba Mtoto wa, wa saba anaitwa Brighton Daudi Ludobo kutoka Jerusalem mia mbili sitini na sita Mtoto wa nane anaitwa Pricus Prudence Lugaimkam kutoka Anazak ana mia mbili sitini na tano Mtoto wa tisa anaitwa Behanadi Emanueli Mlangu kutoka Jerusalem ana 264 na mtoto wa kumi anaitwa Colin Jovin Njau kutoka Anazaki ana mbili stini na mbili. Watoto kumbola kwa jumla e, eh, kwa wavulana na wasichana, watoto kumbola wavulana na wasichana. Mtoto wa kwanza kwa shule zote anaitwa Gwantwa Nutufie wa Msojo kutoka Anazaki Dar es Salaam. Mtoto wa pili anaitwa Ayani Amon Timba anazaki kutoka Dar es Salaam. Mtoto wa tatu anaitwa Tariq Ibrahim Jalufu Anazaki Dar es Salaam. Mtoto wa nne anaitwa Aba Bahati Fimbo, Jerusalem Dar es Salaam. Mtoto wa tano anaitwa Paulo Kaganda toka Anazaki Dar es Salaam. Mtoto wa sita anaitwa Polycarp Patrick Mpojorwa toka Mazameri Dar es Salaam. Mtoto wa saba Adrian Atlio Fahaye Jeris Jerusalem, kutoka Dar es Salaam. Lakini mtoto wa nane anaitwa Lizette Honest Jau, Anazaki Dar es Salaam. Mtoto wa tiswa, mtoto wa tisa anaitwa Piela Gaile Molis Anazaki Dar es Salaam, na mtoto wa kumi anaitwa Blighton Daudi Dudobo Jerusalem Dar es Salaam. Ningependa nitaje shule tatu bora, nipende kutaja shule ya kwanza kwa mikoa yote iliyofanya mtihani. Shule ya kwanza inaitwa Anazaki kutoka Dar es Salaam, ina wastani wa 227 Pointi mbili, tatu, sita, nane. Shule ya pili inaitwa Saajoni kutoka mkoa wa Tanga, ina mia mbili ishirini na tatu pointi nne tatu, tatu, tatu nane. Shule ya tatu inaitwa Tanzaniti kutoka Dar es Salaam, ina wastani wa mia mbili kumi na moja pointi mbili tatu tano tatu. Lakini pia nisipongeza hata shule zingine ambazo hatujataja kwenye kumbola shule zote zimefanya vizuri na niwapongeze sana wakuu wa shule, niwapongeze walimu wa masomo husika. Wamepambana kwa sababu ni mtihani wa kwanza, na tuna imani tukija kutoa tasmini yetu itawasaidia sana, kwa sababu baada ya siku tatu tutatoa tasmini inayoelezea kila somo, topiki zilizopimwa, na hatimaye tutatoa pia way forward kwamba walimu wafanyaje sasa, ili kuandaa watoto wetu waendelee kujiandaa vizuri na mtihani yao ya taifa. Nashukuru sana kwa ushirikiano wenu hasa kwa shule ambazo tumefanya mtihani yetu. Lakini nipende kuwakaribisha tuendelee kujumuika kufanya mtihani hii ya APEO. Na niwashukuru sana wote waliofanya tulipata feedback yenu. Mtihani yetu ilikuwa mizuri. Nasi tumeahidi kwamba tutaendelea kuboresha zaidi, tutengeneze watoto ambao wako tayari kufanya mtihani wa taifa vizuri. Lakini pia niwakaribisha hivi karibuni ndani ya mwezi huu tunayo mtihani ya darasa la pili na darasa la nne ambao pia ni madarasa ya mitihani. Tutafanya tarehe 29 na na tarehe 30, madarasa yote mawili yatafanya kwa pamoja. Niwakaribishe sana na mwanze kujiandikisha, lakini pia niwakaribishe kwa mtihani wa pili wa darasa la saba ambao utafanyika tarehe kumi na mbili na kumi na tatu mwezi wa tano mwaka huu. Niwakaribishe sana katika mtihani hiyo, na tutaendelea kuboresha zaidi kama nilivyosema. Niwashukuru sana wapendwa, asanteni sana.